Nam, tuanze taarifa yetu ya habari mwenyekiti. Wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC Jaji Mstaafu Damian Lubuva ametoa maelekezo saa chache kabla ya kuanza kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu na kuwataka wananchi kutokuwa na wasiwasi wasi wa aina yoyote, bali wajitokeze katika vituo vyao walivyojiandikisha ili kutimiza haki yao ya kikatiba. Natoa rai kwa wale wote waliojiandikisha kama wapiga kura kujitokeza kwenye vituo walikojiandikisha ili kuweza kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaowataka bila hofu, woga, wasiwasi au ushawishi. Kura ni haki yako na ni kwa, kwa mustakabali wako na nchi yetu. Wakati wote wa kupiga kura na kuhesabu kura, mawakala wa vyama vya siasa wawepo kwenye vituo. Wajibu wao ni kulinda masilahi ya vyama vyao na wagombea wao. Hata hivyo hawatakiwi kuingilia masuala ya uendeshaji ambayo yamekabidhiwa kwa msimamizi wa kituo. Jaji Lubuva pia amevitaka vyama vya siasa pamoja na wafuasi wake kukumbuka kuwa kampeni zimeshasitishwa, hivyo wasipige tena kampeni aina yoyote kuanzia sasa okay. Ndio yenye mamlaka kisheria ya kumtangaza mshindi wa urais. Matokeo yatakayotangazwa na tume ndio matokeo, e, ndiyo yatakayoheshimiwa. Ndugu wananchi, tume inapenda kusisitiza mambo muhimu yafuatayo. Kwanza, mwisho wa kampeni ni leo saa 12 jioni. Vyama wagombea na mashab, na washabiki wao, baada ya saa kumi na mbili jioni wasifanye kampeni za aina yoyote, ikiwa ni pamoja na kutumia alama zozote zinazoashiria kampeni kama vile bendera na kadhalika. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, idadi kamili wa Tanzania wanaostahili kupiga kura hiyo kesho kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani wa bunge na rais ni milioni ishirini na mbili na laki saba.